Kilio changu ni shule, maji na hospitali. Shule nimeshaipata, maji tumeshayapata, yako pale Duwasa umetuletea, ni nguvu yetu wenyewe kufanyaje kuvuta yaende yaje hapa nyumbani. Tunashukuru sana kuhusu hii shule. Kwa kweli, mimi moyo wangu umefurahi, umefurahi sana na tunashukuru kama watafungua haraka, watoto wangu wahamia hapa hii hi, roho hi, ipumzike hi, hi, hi, kwa sababu wanapo hajarudi una roho ya kama atarudi salama au hawezi kurudi salama, lakini Mungu anawalinda mpaka hapa. Kwa kweli tunamshukuru mama yetu Mama Samia, mi namwitaga Mama Samia. Kwa kweli tunamshukuru sana kwa maendeleo aliyetuletea. Namshukuru pia, aendelee kututetea wanawake aendelee na kututetea nashukuru sana.